Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ni Juni 29 siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema watu wa Mungu huko Misri. Kitabu cha Kutoka kinaitwa Shemot kwa Kiebrania, kihalisi, majina kwa Kiingereza, kwa mujibu wa maneno ya utangulizi ya matini hii ya kale. Basi majina, ndivyo inavyoanza: majina ya familia ya mzee Yakobo yameorodheshwa mwanzoni kabisa. Soma Kutoka sura ile ya kwanza ya kwanza hadi ya saba. Ni ukweli gani wa muhimu unaopatikana hapa? Kitabu cha Kutoka kinaanza na ukumbusho wa baraka za Mungu. Mzee Yakobo na familia yake walipoishi Misri walikuwa watu sabini tu, Mwanzo sura ya 46 aya 27, Kutoka sura ya kwanza ya tano. Lakini Waisraeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi nao wakaendelea na kuongezeka nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Kutoka sura ya kwanza ya saba. Hata hivyo kufikia wakati wa kutoka hesabu yao ilikuwa kama watu mia sita elfu watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto. Kutoka sura ile ya 12 ya 37. Soma kutoka sura ya kwanza aya ya nane hadi kumi na moja. Hali ya Waisraeli ilikuwaje wakati wa kutoka? Maandiko ya Biblia yanaelezea kisa cha wana wa Israeli huko Misri kwa namna ya kuhuzunisha na kukatisha tamaa. Kitabu cha Kutoka kinaanza na kutiwa kwao utumwani na wasimamizi wa Wamisri na kazi za ukandamizaji walizowafanyisha Waebrania. Kitabu cha Kutoka kinafikia hitimisho, hata hivyo, kwa kuwepo kwa Mungu. Unakoleta amani na faraja katika hema takatifu katikati ya kambi ya Waisraeli, tazama Kutoka sura ya 40. Na katikati ya nguzo hizi mbili zinazokabiliana, ushindi wa Mungu unaelezewa kwa Bwana kuwakomboa watu wake kutoka utumwani, kwa kupasua kwake bahari ya Shamu na kwa kulishinda kwake jeshi lenye nguvu zaidi la wakati huo ushindi wa Mungu wa kustaajabisha dhidi ya nguvu za uovu unafunuliwa. Kisa hicho kwa kushangaza, kinasisitiza kwamba kadiri wakandamizaji walivyowatesa Waisraeli ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Kutoka sura ya kwanza aya ya kumi na mbili yaani Haidhuru hila za kibinadamu ziweje. Mungu bado ni mwenye enzi kuu na atawaokoa watu wake, hata kama hali ya mambo inaonekana kutokuwa na tumaini angalau kwa mtazamo wa kibinadamu. Mwandishi anauliza swali. Mfalme mpya akainuka ambaye hakumjua Yusufu. Simulizi hili linatuambia nini kuhusu jinsi ambavyo hatupaswi kamwe kuchukulia kikawaida hali ya mambo hasa nzuri. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Juni 29 siku ya Jumapili mada ikisema watu wa Mungu huko Misri. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.